Unajua, kama mtu anafanya mwaka yake yote siasa ya ujinga, siasa ya upuzi, siasa yenye haina maana, huwa hapendi maendeleo. Mimi nabona hii ni weachaguliwa kama gavana Isiolo South na Isiolo North, hata ndawaje anakaa ndani ya bunge, alafu unakuta mtu mzima mwenye anajiita kiongozi, nasema ati watu wanabeba bagi yake bagi ya Mumina iko na competition na inalipwa mtu mshahara, na sio aibu, sio aibu kubeba bagi ya Mumina. Sisi wote tuko kwa laini, tunangoja kubeba, na inalipwa na national government, bagi ya Mumina. Haya, kitu ingine tena, juzi, jamii ya Borana walikaa chini wakasema vile wana support gavana Kayole. Alafu alafu mtu anakaa anafunga ninja, mtu anatoa maoni akiwa nyuma ya ninja. Siasa kawapando, siasa upuzi, anatoa maoni ya upuzi. kwani Borana ni kina nani? Sisi ni nani? na hawa ni nani? Kwa nini ikipika interest ya mtu fulani, mtu anakuwa Borana zaidi mimi ninaitwa Asha na mimi ni Mborana. Mimi ni Dambitu wa Rukusa. Na mama yangu ni Matasi Gadula piwa Borana. Na hiyo upuzi ya nyenyeni mnakaa kuongea. Kisiasa ikiwa feva ama mkifanya ujinga yenu mnaona inawa feva mnafanya kitu kizuri. Siku ni mnakosana na watu mnaita watu nyapo. Nyapo ni nani? Sa ni Borana. Gabra ni Borana. Borangutu ni Borana. Na wakati siasa ukisupport mtu, support mtu siasa, ukiwa unakaa nje hadharani kama mimi. Gavana yangu ni Kayole, mume wangu ni Mumina, seneta yangu mtarajiwa ni Godana. Usiku unaenda pande hii mchana unaenda pande hii, shame on you! Kuna watu walisema ati wanataka kuimpeach gavana, kumbe walikuwa wanatuonyesha siasa ijayo. Ole wenyu, tumepiga kura ijayo, gavana Kayole, hakuna mtu anaweza mtoa, tumejipia